Mambo vipi, hii hapa ni Jita Media. Aa, leo niko na mshikaji wangu hapa, atajitambulisha yeye ni nani mm. na tutapiga stori mawili matatu. Ni msanii huyu, anatokea hapa hapa ndani ya Chamwino. E bana, mambo vipi kwanza, I say fresh. Aa, wanakuita nani mwanangu, ile watazamaji wetu wakujue wewe nani na unatokea wapi bana? Mimi kwa majina naitwa Dainamik ni msanii wa kizazi kipya cha bongo flava. Ndio, ndio, japo e, wengi wanajua bongo flava ni a mambo mengi e, R&B mm. mm. e, hip hop kidogo naenda narudi mm. e, lakini kote mm. upo yeah. yeah. Ebana, anaitwa Dainamik Music kutoka hapa hapa ndani ya wilaya ya Chamwino. Ebana, leo tuko naye nice, uh, huyu mshikaji uh, alikuwa na rebo ambayo nilisikia alikuwa anasimamiwa na rebo ya JCB bana, vipi ile kwanza? Lakini mambo yako na JCB, wasimamizi wako, mnaendeleaje sasa hivi? Ah, kwanza ni- hmm. niseme tu kwamba mwendelezo wake sio mzuri na wala sio mbaya, sawa. So, sawa, sababu hmm. kuna mambo hapa na pale yalitokea, hmm. ah, lakini tuko vizuri tu na, na, ha, bani misimia, bani okay. Sawa, nilisikia, nilisikia juzi juzijuzi hapa fununu uh. Unajua, sasa hivi kuna sakata hili la Ibrah kutoka Konde Gang uh, na wewe pia nilisikia juzijuzi kama kuna sakata, niona taarifa mtandaoni zinasema kwamba Dainamik anajitoa JCB. Hii imekaaje hebu tupe sasa leo tupe ukweli kuhusu hilo sakata la kwamba wewe unajiondoa JCB. vipi mzee? <laughs> Ah, na hizi habari mlizipataza. Ah, unajua habari nyingine mzee hazichelewi azi, azi <laughs> kutufikia. Habari nyingine ni chap sana zinakuwa zishatufikia mwanangu. Eh. <laughs> Ah, hii hii sasa nadhani niwe muwazi kwa sababu eh. Mm. Nitaka nifiche kumbe mwanangu nishazipata. Ah, sisi tushapata taarifa, tunapata taarifa juzi wakati mm. na peruzi pale kwenye kwa, kwa safari hivi media fulani sitaki kuitangaza, mm. sitaki kuitaja lakini niliona taarifa zako bwana unataka kujiondoa mm -hmm. JCB vipi mzee? Bana, japo ni mambo mengi mm, cha kwanza ambacho ilibidi ni ni mwenyewe niangalia, kwa sababu mm, kuna kuna leo pia kuna kesho mm, pia na inabidi uangalie kwamba huyu ambaye anataka kusimamia au ambaye anakusimamia ana lengo gani na wewe mm, umeelewa? Sasa mimi nikaja kuona kwamba lengo lengo la kuwa pale mm, mimi la kwangu mimi ni nzuri, lakini sasa kumbe kwamba sio nzuri. Umeona? Nakuta ameachia kazi mm. sawa inabidi mm. ifanyike promo mm. nzuri mm. sawa mm. ili watu waisikie sasa mm. unajikuta zile zile kazi zile zote uko chini ya ya nani, ya nani rebo mm. lakini sasa vile vitu naifanya wewe. Sasa, nini maana ya rebo? Kwa hiyo ina maana wow. Unataka kutuambia kwamba rebo yake rebo yako haikusimamii vizuri wewe ina maana haikusimamii vile inavyopaswa. hey, wakati hebu tuambie kidogo, wakati wewe una sign mkataba na JCB hmm. mkataba wenu ulikuwa unasemaje? yani mkataba, mkataba unasema kwamba hmm. msanii anapotoa kazi sawa hmm. basi a, a, yani asimamiwe vile inavyopaswa, kama ni matangazo yapigwe hmm. sawa e, kama ikipatikana show sawa hmm. e, muende kule kinachopatikana bwana, kinapatikana hiki mm, sawa mm. na kile, kile kitu mnagawana mna mm. kwa sababu mimi najua kwamba rebo na inatumia hela nyingi sawa. Kwa mimi ukija, bwana Dainamik, bwana ile kule ipatikana labda laki tano, wewe shika laki fresh, si nyingine, tumepata tumefanya matangazo nini na nini, mimi nitakwambia fresh. Lakini naenda kwenye show sawa mm. unarudi, wanakwambia tutachekiana asubuhi. Hela mmepata sawa, mm. tajikia na asubuhi, asubuhi anakwambia mwanangu, twende, kuna interview hii ipo sehemu fulani mm. ukienda kule, yani yani ni mizunguko mingi. Sasa nikaona hapa inaweza ikantokea kama ndugu yangu, kwa ni bora mimi nifanyeje kama ndugu yako, kama Ibra eh? <laughs> <laughs> hey, kwa sababu bwana <laughs> ah okay, na sakata la Ibra ni mambo mambo mambo, mambo kibao rafiki yangu, nasikia Ibra, unajua kuna message moja Ibra aliandika. Uh, ile meseji bwana ukisoma, uh, Ibra kwamba jamaa <gülak> alikuwa na nini tunajua, okay. tena alafu Ibra anamfichia jamaa, anakwambia anamfichia mambo ya siwe mengi. Hebu tuachane na Ibra kwanza, tuje tu, tu, tu, tu, tu, tu, kwenye kwenye usimamizi wako uh, kuna ngoma moja ambayo umeitoa umeachia video hivi juzi ambayo, hebu yeah. tunataka tujue kwamba hiyo video imesimamiwa na na, na na na rebo yako ama umeitoa wewe mwenyewe? Yani hii video mm. Kwanza ilikuwa imesimamiwa na, na, na rebo mm. Yani mpaka tuna shuti afanyaje? mm. fanyaji, fanyaji. Ongeza okay. Sauti kidogo ni wao sawa, lakini sasa mm. imetokea ime, imekuja kwamba sawa tumepandisha kazi mm. sawa mm. na mwanzo kwamba msanii mm. unapoachia ngoma mm inapanda kwenye akaunti yako, ila sasa yale sasa malipo sawa, mm. mm, nyinyi ya, ya, ya kishapatikana mm, ndio mnafanyaje, ndio mnagawana. Bwana mpatikana kiasi fulani kutokana na ngoma hii, mm, ndio sasa tunagawana kama hamsini kwa hamsini, kama sitini kwa arobaini, inajulikana. Sawa, mm. Sasa mi nikaja kuona kwamba eh, yaani kazi yangu tena wamepandisha kwenye akaunti ya lakini kama ni kazi imepandishwa kwenye akaunti ya rebo ina maana kazi zako zote ziko chini ya rebo si ndio? anayepaswa kupandisha kazi ya ya, ya msanii ana, anapaswa ipandishe wapi aipandishwe kwenye akaunti ipandishwe kwenye akaunti gani? Yaani kwa mfano kama kama kama mimi niko na <coughs> meneja wangu nimefanya kazi na, na, na kazi zote ziko chini ya meneja Anaetakiwa kupandisha zile kazi ni mn wewe mn, nakusimamia kila kitu maana yeah. Inamaana huko umeingia mkataba na mtu, zile kazi zote zitakuwa chini yake. Hiyo kama kupandisha, atapandisha yeye. Sasa wewe imekuaje? Au mlielewana vipi paka yani? kwa sababu sakata ambalo nimeona pale ni kwamba wamepandisha ngoma yako kimakosa, hamjaelewana mm. Wamefanya vile. Alewaa taratibu, hebu kidogo yani taratibu za msanii sawa mm. Na, na msanii yoyote anapotoa ngoma sawa ile lebo inachokifanya inapiga promo sawa ili ile ngoma iende kuangaliwa sawa ilete mapato kwa waka. kwa wakati ndio okay. maana hata hata ikitokana kwamba mmeachana mm -hmm. zile ngoma ziko kwenye akaunti yako yeah. kwa hiyo JCB kama JCB imechukua ngoma yako ikaipushi yenyewe ikaposti alafu haijapushi ya, ya yani wamepost Mm, amna cha tangazo, amna nini, mi nikaona sio kweli, nikatoa kule nikapandisha. E bana, tutampigia meneja wa JCB, tutaongea naye JCB mwenyewe kwa tuendelee kupiga su so, lakini tutampigia ili tujue nini ambacho kinaendelea. Na Dainamik Music hapa, hebu tuambie sasa msimamo wako kwa sasa hivi, unasemaje? Una wewe unataka kujiondoa eh? Je, huogopi gharama ambazo utaambiwa ulipe pale JCB maana unajua wewe unavunja mkataba sasa, na unajua kama mtu ukishaingia naye mkataba kama ukivunja mkataba wewe mwajiliwa, mm. inabidi umlipe bosi wako, na bosi akikuvunjia mkataba anatakiwa kulipe. Sasa kwa upande wako wewe, umekaaje? na wewe ndio unaenda kuvunja mkataba, na tunaweza tukapigia hapa JCB, wakasema kwamba huyo jamaa amevunja mkataba, inabidi alipe kiasi fulani, asije akakukuta kama aliyokukuta mwenzetu bwana. Wewe umejipangaje mzee? Hamna yani, yaani issue ya ku, ya kutoka pale, sawa mm. mm -hmm. kwanza kipindi mimi nafika pale sawa mimi niwaambia, hmm. tuangalie kwanza hmm. uwe mwenendo wa kazi ndio tuje kufanyaje, hmm. kusaini mkataba. Siwezi kusaini mkataba, sina uhakika na nyinyi. Lakini tayari ulikuwa umesha saini mkataba ha -ha. yani ile tulikuwa tunaenda kama sasa kwamba tukifanya kazi, nikaona hapa sasa tunafanya kazi kuli sawa, watu mko serious, ndio mnaanguka wina. Lakini baada ya kuona kwamba matangazo hamna tunapata nyingi tu, aa, hamna chochote, hamna kinacho nani, yani mtu yuko, yani kimasilahi yake mwenyewe mm -hmm. Kaona hapana, hapa siwezi kuanguka. iumb kumb kumbe kumbe kumbe, bana samani mtazamaji, aa, mimi nilikuwa sijaelewa, kumbe Bwana Dainamik hajasaini mkataba na JCB yeah. Ulikuwa bado, alikuwa bado yuko kwenye matazamio ya kusaini mkataba, kwa hiyo ina maana baada ya kuangalia taratibu zao na uendeshaji wa biashara ukaona uwezi kusaini huo mkataba yeah. Uh, ulishawambia lakini JCB wenyewe kwamba unavunja una, una mkataba ama hizi taarifa zilizitokatokaje? hizi taarifa sawa. Mii nitaka kwanza ni, ni, mm, yani, nifanye kama kuzifanya kama kuficha fulani mm, lakini kumbe nyi wenzangu mtafanyaje tazipata. Mm. Kwao mimi taarifa ambazo nina ambao ambayo naitoa. Mm. Sawa. Mm. Mi kwa sasa hivi naona Bora nijaribu mimi kujisimamia mimi mwenyewe. Kwa sababu unaona kuna vitu ambavyo kuna vitu ambavyo naweza kuvimudu. Mm. Hmm. <muchilis> Unajiangua, unajiangua JCB. Unajiangua hmm, kidogo afu niangalie. Nikishinda ndaudi pale kwa sababu wale kama walezi wangu, kama walezi wako. Eh, bana freshi sana, ehe. <muchilis> Mambo mengine ya muziki lakini anaendaje mwanangu? Ah, mambo mazuri tu. Mm. Eh, kusema tu kweli naona umeachia umeachia hii video ya inaitwaje hii? Naitwa ile ngoma ile, yaani mpaka inaniumiza kichwa, ila inaitwa mame mameloo, ile ngoma ya mamelo. mm. Mamilo, ndo umeachia sasa hivi. Eh, naona inafanya vizuri, ni ngoma ambayo umefanya vizuri. nani ameshuti ile video? Fadi, director Fadi ila mm. inaitwa Fadi ameshuti video. ameshutia wapi video? ilikuwa Dar es Salaam. Mm. Bana video ile ni nzuri kabisa. Ukipanda pale uh, YouTube andika Mamilo, utamkuta msanii Dainamik Music yuko pale mm. Anakiwasha kinoma noma, ile ngoma iko vizuri sana. Bana kwanza sakata la la la, la, la, la, la Ibra kutoka kwa Kondegeni na juzi mm. waliitwa Basata, walienda ku, serikali imeingilia kati kwenda kusuluhisha lile swala lile, sakata la Ibra unalionaje, mwanangu, unaliongeleaje kiufupi? Maana imekuwa habari ya mjini, ambayo imekuwa habari kubwa kweli kweli, yani kila kona ukipita ni Ibrah, kutoka like, kutoka like, like, like, nanii na Konde Gang com na nasikia na, na, na, na, na, na nasikia mkubwa Diamond anataka amsogeze pale Ibrah. Hizo taarifa unazo mzee? Kuna ah, habari zingine zinakuwa za uongo, kuna habari zingine zinakuwa za ukweli, sawa, ila habari ya ukweli ambayo ni <traveling> haifichiki iijamaa, mm. kwamba kutoka mm. Konde Gang, mimi kusema tu kweli sawa, mm. Harmonize mm. ni kama mkaka sawa, mm. Harmonize ni kakaake na Ibrah mm. umeelewa, mm. kwao, unapokuja kusema kwamba kwamba ndogo wangu umeshajipata, mm. kama unataka kutafuta sehemu nyingine, mm. utoe bilioni moja ndo nikwachie mm. ndogo wangu. Lakini sio kwamba sio kwamba Harmonize amemfukuza ame, ame, ame Ibra Ibra mwenyewe ndo aliyetaka kutoka Konde Gang mm. E, Ibra ndo ametaka kutoka Konde Gang na alivyotaka kutoka Konde Gang ndo akaambiwa sasa alipe, mm. alipe fidia ambayo ni shilingi bilioni moja e, ambayo sakata ambalo limeenda mbali sana hadi Ibra kusema kwamba hana hela na wananchi wamchangie hata kwa shilingi mia tano mia tano tu ili aweze kupata hicho kiasi cha pesa sasa. Na, na na na na na nasikia kwamba Harmonize au au nani ni Konde Gang Konde Music imemzuia Ibra kutokujihusisha na masuala ya muziki. Wewe unaonaje hilo, limekaa sawa kwa upande wako? Kwangu mimi, ule ni uonevu kabisa, ni uonevu. Hivi tukumbuke kwamba yeye alipotaka kutoka pale ambapo alikuwepo WCB, mwango, sawa mm, aliombwa shingapi? Aliombwa kama kitu milioni 600 500, ilikuwa 500. Mm, alihangaika muda gani kuipata ile si muda mrefu sana. Sasa wewe unakuja unamwambia unawambia yani, yani mambo mengine bwana, ule ni uonevu kabisa yani, usiofikika kama ni kweli, yani kwamba amemwambia atoe hiyo hela. mm. ule ni uonevu, mimi siwezi kukwambia kwamba hata kama hata kama ananisikia, sawa ule, mm. ni uonevu, ule ni kama mdogo wake, ule ni, ule ni mdo, kama mdogo wake, wake. bana na, mm. na, na, na kuna kitu kimoja ambacho kime kimeenda mbali uh, posti za, za, za, za Ibra kuhusu kuhusu bosi wake, eh, Amnaiz, alikuwa anamtupia sana maneno maneno sana. Kwa mfano, kuna maneno mengine ni mabaya sana. Ile maneno ya kusema kwamba jamaa alikuwa anaenda chumbani kwake, alikuwa anamuita chumbani kwake Ibra. Eh, Ibra amesema kwamba brother nene na kutunzia tu heshima, unakumbuka una ulikuwa unaniita chumbani kwako wakati mimi niko chumbani kwangu? Hiyo imekaaje hiyo? Sasa tum, tum, tumzungumzie Ibra Ibra kama Ibra, je, anachokifanya sasa hivi kumsemea vibaya bosi wake, ni anafanya vizuri au imekaaje hiyo? Yani tukirudi sasa kwenye ubusara, sawa, Ibra yeye kwanza ambacho angetakiwa kufanya mm. Sawa angefanya kwanza mm. u, yani ubinadamu kwanza mm. Sawa kwamba je, kama huyu ukishaongea hivi mimi mm. mimi kama Ibra sawa na nika ni dogo kabisa kwa kwa yule jamaa, sawa, nafanyaje hili kujinasua kwenye kwenye kwa, kwa sababu unaweza ukaongea kitu wewe ukajua ni dogo ni kidogo, lakini kinavyofika kwenye jamii kile sawa, ni kikubwa, umeelewa? Sawa, fani kizipo, lakini mimi ninachomshauri kwamba atulie. Sawa, mm, haya -hmm. mambo mimi naamini yataisha, kwa sababu mpaka serikali imeamua kuingilia na kati kuingilia kati yao, kwamba ita itaisha, na maana hata wao wenyewe wameona kwa mimi nacho mshauri atulie kwanza atulize kichwa kwanza bana eh, kwa machache na mengi zaidi ambayo tumepiga stori na mshikaji wangu hapa Dynamic Music. Mm. Uh, ni mambo mengi na mambo kuhusu rebo yake, na kama ulivyomsikia Dynamic mwenyewe uh, amesema kwamba amesema kwamba anajiondoa JCB rasmi, kwamba hataweza kusaini mkataba ambao walikuwa waingie, ilikuwa ni mwezi huu, nilisikia nka msaini mkataba yeah. Mwezi huu na jamaa amesema kwamba hawezi kusaini huo mkataba kwa sababu, eh, kwa sababu haoni kama anaweza akafikia malengo yake ambayo alikuwa amejiwekea, kwa hiyo ata, a, a, a, a, anajivua rasmi kutoka JCB. Sasa kwa hivyo sasa atajisimamia yeye kama yeye, au kama kuna meneja mpya anaweza akajitokeza kumsimamia Dainamik y yuko tayari. Na nnahisi huko tayari kusimamiwa na, na, na kwa mfano manager akatokea anataka kukusimamia na vipi uko tayari? E, kikubwa tu mm. Yaani awe mkweli awe mkweli kwa sababu e, haya mambo bwana, hii ni biashara yani mm. E, mtu unavyoenda kumsimamia mtu halafu sio mkweli mm. ndotaruti ndota ambayo inatokea lakini, kama ni mkweli, kazi inafanyika vizuri tu. Na, ya na juzi nilikuona kwenye, kwenye, kwenye, kwenye redio jamii TBC ilikuwa ile, hmm. e, ilikuwa TBC redio jamii pale Dodoma mjini, yeah. nilikusikia unasema kuna ngoma zingine nyingi zipo unaziachia hivi karibuni, vipi, umefikia wapi mpaka sasa? nitaachia nitaachia, hmm. ila kusema tu kweli kwamba hapa sasa hivi nipo naipush kwanza hii video iende, uh, yeah, Mamiro. E, Mamiro iende kwanza, hmm. afu baada ya hapo tutaangalia namna ya kufanya kuachia bana tutaenda break kidogo, tutasikiliza ngoma ya Mamiro, alafu tutarudi hapa kuendelea kujadili, tujue nini ambacho kinaendelea. Utapata kusikiliza Mamiro na utatazama video yake hapa chini, utakuekea, utaiangalia. Lakini kabla tujaenda kutazama hii video ya Mamiro hmm, hii video ya Mamiro imekosti kiasi gani? ah, kusema tu ukweli hmm, ndio hii inayosema kwamba watu sio wa kweli, sio wa kweli, naelewa Yaani mtu anakuja na kwa mama yangu Dainamik, hiyo video umeiona hiyo, imegharimu mm. milioni moja. Sawa. Mm. Ah, na mimi nikasema sawa kwa sababu ni watu ambao wanasema. Mm. Na mimi wananiita wao vaa hiyo. Mm. Twende pale, twende kule, twende kule. Gari hiyo hapo twende. Ko, na, kwa hiyo nakuwa sina na uhakika, lakini ninachohakikisha kabisa kwamba hii ni video kweli jamaa wamegharamika. Tuseme tu kweli. Mm. Unaelewa? Japo kama watakuwa wamenidanganya lakini wa hata mwenyewe ukija kuangalia utajua kabisa kwamba watu wameweka pesa. Aa, ndugu mtazamaji, tutaiangalia hiyo video baadaye kidogo ee. Baada ya hapa tutaenda kutazama hiyo video na utatoa komenti yako hapo, utuambie hii video imekaaje. Na huyu ni msanii chipukizi kabisa, japokuwa mziki ameuanza zamani, lakini sasa naona anakuja kwa moto sana, anaitwa Dainamik Music pia unaweza kumfollow kwenye uh, account zake za za Instagram na Facebook pia, anatumia jina hilo hilo da Dainamik bana. Watu wakitaka kukupata sasa, unatakiwa wape mawasiliano yako uh, unapatikana kwa njia ipi? Kwa njia za labda Facebooku au Instagram, mwambie unapatikana kwa jina gani? Yaani ukweli upo kwamba unapoingia labda TikTok TikTok, hmm, e, ukaandika nikuta pale, sawa mm. Ukiingia Instagram ukiandika Dynamic class utanikuta mm. pale. Ukiingia Facebook mm. ukiandika Dynamic takuja pale kwa, alafu bahati nzuri mm. na namba zangu ziko pale. Aha, e, unaweza ukazitaja tu, watazamaji. Nizitaje tu kwa namba zangu, sifuri saba themanini mm. na nne ishirini na saba thalathini mm. na tatu tisini na sita tisini na sita, hiyo yeah, ndo namba ya Dainamik Music hmm. Uh, Dainamik uh, umeanza mziki muda mrefu, kwa sasa hivi kwenye game uko na miaka mingapi yani, rasmi kabisa kwenye game hmm? na kama miaka saba miaka saba kwenye game na bado hmm, anasota na anaamini ipo siku atatoboa. Je, hmm, wewe ambaye uko kitaa unakufa na kipaji chako, njoo ujiunge na hawa vijana ambao wana kukomaa Dainamik Music. tutegemee nini sasa huko mbeleni, baada ya hapa, baada ya hii eh, mamilo? Mimi ninachoamini kwamba watu wategemee mhm mm -hmm, babu mimi mwenyewe sasa hivi akili safunguka. Mm, sawa japo mwanzo nilikuwa napata mawazo ambao huyu anaweza sifanya hivi fanya, fanya, fanya hivi. kwa sasa hivi mm, najua kabisa kwamba nikifanya hivi mm, hivi naenda hivi naenda mm, hivi kwa mm, na uhakika kwamba watu wategemee vitu vizuri watu wategemee vitu vizuri bana. Kwa hayo machache na mengine, twende tukatazame video.